Uh, tunafurahi kuwa nayo kwenye matangazo yetu na uh, hii ni hatua kubwa sana na, na ni mafanikio makubwa sana kwa mwanamke wa Kitanzania. Unajisikiaje kuwa mhandisi wa ndege wa kwanza mwenye leseni ya kimataifa? Kwa kweli najisikia vizuri, na sio vizuri tu, pia nakoga niko nina furaha mm. Kwangu mii mwenyewe kukuwa nimefikia kile kiwango ambacho mwenyewe nilisema katika nafsi yangu nitafikia na nikawa nafanya juhudi za kuweza kufikia pale nilipofikia mpaka sasa hivi. Ulianza lini kuwa Kwa... na ndoto hii? Tangia nilivyokuwa, nadhani nilivyokuwa kama vile na miaka kama kumi na mm. nilikuwa nikiangalia, unajua hii ndoto ilikuwa, kuna baba yetu mdogo ambaye yuko Precision Air. Okay. wakati huo, okay. mm. wakati alikuwa ni rubani wa ndege anaitwa Filemon Kisamo, wakati alikuwa akipita na ndege nikuwa nikiangalia wakati naenda kuwasalimia wazazi, ukakuta wanapita na ndege, na angalia, nasema siku moja, na mimi nitatengeneza mm. ndege. Sitarusha, lakini nitatengeneza. Ulikuwa unaona baba mdogo akipita na ndege yani na wewe pia ulikuwa unapanda, maanake yake ulikuwa unasafiri kwa ndege? Tuko tunasafiri na ndege, kwa hiyo saa nyingine nikikuta vile nasema siku moja mm mi nitatengeza ndege na kwa miaka hiyo pia ilikuwa kusafiri kwa ndege ishu, ni issue kabisa. Kwa hiyo hapo ndio inspiration ilipoanzia. Na kwa nini ukaamua uka kutamani ama kuwa na ndoto ya kuwa mhandisi wa ndege na sio rubani? Kwa sababu unajua wengi wa naona ukiwauliza wanatamani wao ndio wao wanarusha ndege. Uh, nadhani ile kitu ilikuwa ndani ya moyo wangu ndani ya moyo wangu nilikuwa naangalia hivi, nasema, kama kuna wengine wanarusha ndege, kwa nini mimi nisitengeneze? mm. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria, je, nikitengeneza hii ndege itakuwaje? Okay. Eh, kwamba nataka nijue zaidi, kwa sababu mm. Unaweza kuirusha kitu usikijue? Kwa hiyo kwenda mbali zaidi, eh, nilikuwa nataka kwenda mbali zaidi. Sasa ulikuwa na ndoto ukaanza safari ya kuifanyia kazi ndoto yako kabisa. Uh, manake wakati huo pia ulikuwa mwanafunzi unasoma Um, pengine unaweza ukatuambia kuhusu uh, safari yako ya kielimu na uh, jinsi ambavyo imekusaidia wewe kuweza kuhuwe kutimiza ndoto hiyo. Nilipomaliza form 6 nilichukua EGM. EGM of course kuna pure mathematics, kuna pure mathematics. Nilipomaliza pale niliapply chuo cha Regional Aviation and baada ya hapo chuo kiko airport. Okay. Okay. Kwa hiyo nilipo apply pale nikapata, kwa hiyo tulianza wanafunzi, tulikuwa ni wachache, sio wengi ambao walikuwa wanajua, wanawake tuko wawili. Okay. Afu the rest walikuwa na wanao. Kati ya watu kama wangapi? Walikuwa, tulikuwa kama kumi na tatu hivi mm, hiyo -hmm. Yeah. wote walikuwa na wanaume, si wanawake tulikuwa tu ni wawili mm. Kwa hiyo katika hiyo safari yetu tulivyokuwa tuki, tume, tulifanya miaka mitatu lakini katika kila mwaka walikuwa wanatuchukua wanafunzi tunapelekwa kwenda kufanya uh, attachment uh, katika makampuni ya ndege kama Precision Air, okay, Coastal Aviation. Saa nyingine tulikuwa tunafanya katika Etisel uh, mm. Kwa hiyo unaenda kupata uh, mazoe uzoefu zaidi kwenye kushika ndege kuangalia pia kutoa ushamba katika ndege, kwa hiyo yeah. Ilikuwa ni kile tunachojifunza darasani, darasani tukuwa tunaenda kukiona na tunakiulizia maswali na tunapata experience. Mm. Yeah. Sasa uh, unajua tumekwenda mpaka form six, lakini huku nyuma uh, unajua msingi ni muhimu sana kwenye shule ya msingi na sekondari, form one mpaka form four yeah. Um, ulikuwa uh, unasoma shule za namna gani na ulikuwa mwanafunzi pia wa, wa namna gani? Kwanzia uh, ya kwanza niambia shule yangu ya elimu mm. Nilianza um, Korogwe. oh, okay. Ilikuwa iko iliku Kahama, lakini tulihamishwa tukapelekwa shule Masai Girls ambayo iko Nairobi mm. kwa hiyo nilisoma Masai Girls Nairobi, maliza standard 8 nikaenda nikaenda form 1 paka form 4 f St Monica mm. pia iko Nairobi okay. Kenya Yes. Ni kwamba wazazi walikuwa wanafanya kazi huko? Hapana ama... wazazi walikuwa wako Tanzania. Kwa nini sasa mliamishwa kupeleka huko? Uh, nadhani waliangalia wakati ule walikuwa wanasema wangependa sana tujue kuongea Kiingereza. <laughs> And, uh, I think wakati ule elimu sana ilikuwa inajulikana iko nchi ya jirani. Yeah. Yes. Mm. Kwa hiyo walitupeleka kule, lakini tulivyokuwa tume ndo nilimalizia kule form 4 yangu kwao baada ya fom 6 ndokomalia mzazi alituambia lazima usome fom 5 na fom 6. Kwa hiyo fom 6 nilisomea ambayo iko Tegeta, ndo ukajiunga sana chuo hapo cha yes. yeah, cha region mm -hmm. Sasa tunafahamu eh, kwamba hizi taaluma ziko nyingi na wakati mwingine watu wengine zinawachanganya: mhandisi wa ndege muongoza muongozaji wa ndege mm. Rubani, labda unaweza kutusaidia kututofautishia? Kwanza katika aviation kuna yani kuna kazi nyingi hiyo. Yeah. Ndege unapoiona pale kuna wahudumu karibia hata zaidi ya thelathini au arobaini wanahudumia ile ndege. Mm. Kwamba yule anayeongoza ndege kwanza yuko kwenye tawa, atakwambia akupe go ahead ya kuruka na ndege ni mtu tofauti kabisa, utaongea naye pia. Rubani wa ndege, yeye kazi yake iko ndani ya ndege, ni kukontrol ile ndege ili iweze kuruka kama vile dereva mm. e, na kuna wale wahudumu wa ndege pia ambao wanaweza kukuhudumia wewe in case kwamba kuna hatari yoyote, ama pia nakupa uwe comfortable kwenye ndege ili uweze kunywa vinywaji mm, chakula mm. ulale vizuri na pia security ya ndege pia ndani. Alafu na sisi mainjinia sisi, kazi yetu ni ndege ikiwa either chini ama saa nyingine juu mm. tunaweza kuwa tunaongea na rubani e, tunaweza kutengeneza ndege jinsi gani ikija kama ina matatizo, maanake ndege ikitoka chini kabla ijaruka yeah. Ru, eh, sisi mainjinia kazi yetu ni kuiangalia jinsi eh, jinsi gani kondisho nzima ya ndege iko je, vipi je, inaweza kuruka ama ina matengenezo yoyote. Kwa hiyo sisi kazi yetu zaidi ni kutengeneza ndege mm. Alafu kuna wale mashalas wanaita ndege iweze yeah. kuja kupaki vizuri okay. kuna wale klina wa ndege ambao wanasafisha ndege mm. kuna wale kago wanaotoa um, mizigo kwenye ndege. Kwa hiyo kila mtu na na, nafasi na, yake. Na mm. Ipi kati ya hizo ambayo inaonekana watu wengi wanaipenda kwa, kwa, kwa experience yako kufanya kazi kwenye industry? Nadhani uh, cabin crew cabin mm. crew watu wengi wanaipenda mm. na pia rubani. Na rubani. E, rubani. Yeah. Yeah. Lakini asa rubani zaidi. Asa rubani zaidi. Watu wanaipenda rubani zaidi. <laughs> Nadhani kila mtu anajua ndege ni rubani. Nakumbuka hata mimi yeah. yeah. niliwahi wakati fulani kutamani kuwa rubani, lakini baadaye baada ya kukua kidogo nikajua kumbe sitaki kuwa rubani, nataka kuwa mtu mwingine. Kwa hiyo nimeona ni miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi wanavipenda. Um, umezungumza kuhusu uchache wa wanawake uh, katika fani hasa hii ya uandishi wa ndege unadhani kwa nini? Nadhani wanawake wengi tunaogopa, alafu hatuna ujasiri ule, wa kwamba hii kazi si ya mwanaume, kwa sababu imekuwa kama ni kwenye fikra ya katika industry nzima ya aviation, kwamba kila kitu unachokiona pale kwenye aviation, hususan kwenye mambo ya uhandisi wa ndege, ni wanaume, kwamba ni kazi ngumu ya kutoa tairi, kujaza upepo, sijui kufanya hiki kile. Kwa hiyo ukiona hivyo, watu wanaona hizi ni kazi za wanaume zaidi, si za wanawake, lakini alafu wanaona kwamba masomo pia yatakuwa ni magumu kwao. Kwa hiyo mm, mm. Kwa hiyo wanaona hii kazi si ya kwangu, hii kazi ni ya wanaume, lakini sivyo. Mm, wanavyofikiria ni tofauti na vile wanavyodhani. Ulivyoingia kwenye, kwenye taaluma hiyo na ukajikuta, uh, wewe ni mwanamke Um, yani, ni kati ya wale wanawake wachache sana ambao wapo katika uh, miongoni mwa wale wanaojifunza. Ilikuwa ngumu au rahisi kiasi gani kwako wewe kuweza kukabiliana na mazingira kama hayo? Kwangu mimi haikuwa ngumu hmm. lazima niseme kweli, kwa sababu kile kitu nilikuwa nakipenda, kama nilivyokuambia tangia mwanzo hiki kitu nilikuwa napenda mimi. Lakini unapoona kwamba kuna wanaume wengi mahali fulani, uh, kitu cha kwanza kinachokuja katika fikra yako, je, mimi katika hii position nitaiweza kweli? Sasa ukija ukaangalia ukafikiria ukasema kama mi naipenda basi, ngoja nikae chini mm. nisome zaidi ili niweze kufaulu masomo yangu na niweze kuwa pale ambapo mi nataka niwe mm. Mm. na ni changamoto zipi hasa ambazo, uh, ulikuwa unaziona kabisa, hii inatokana na mimi kuwa mwanamke uh, sa nyingine unajua ni kudharau, yeah. Alafu unajua utapo ukianguka kidogo kimasomo, hmm. Unaona no, unaonekana kwamba si tulikuambia uwezi, hmm. Unaona kwa hiyo kile kuna ki, changamoto nyingine kama ukiwa umeko, upo kwenye field, unataka kujaza labda upepo ama kuna zile kazi ngumu kabisa kama ru, yani kama mhandisi wa ndege yeah. Kuna kazi zile ambazo ni ngumu nahitajika uinue kitu ukifanyie mm. kazi. Kwa hiyo wanakuona kwamba je, kweli wewe utaweza? yeah. Eh, na kuna vitu vizito pia huwa mnabeba kabisa, na wewe unabeba pia, inabidi ubebe sasa kabisa kwa lazima <laughs> pia mazoezi ya kutosha ni lazima, lakini unajua kwenye ndege yeah. um, kuna vyombo ambavyo vinakusaidia yeah. kuweza kuposition kile kitu sure. e, yeah. kwa hiyo of course nguvu zaidi kidogo inahitajika, lakini kuna kitu ambacho kitakusaidia wewe mwenyewe kuweza kufanya ile kazi. Umesema kwamba uh, ndege huwa katika, katika kutengeneza ndege unaweza ukaitengeneza ikiwa uh, parking ama ikiwa angani mm -hmm. inawezekana vipi kutengeneza ndege ikiwa angani? uh, angani ni kumpa maelekezo rubani mm kama kuna kitu ambacho anakiona kimeandikwa fault. Sana sana, kuna kitengo hasa kwenye makampuni haya ya kisasa, kina kitengo kinaitwa MOCC. Hicho kitengo ni cha maintenance operation control center, ambacho kinaweza ku kuongea, yani yule injinia ambayo yuko on ground anaweza kuongea na rubani kwenye simu na kumwambia rubani kama kuna kitu fulani kimetokea, rubani akamwambia labda niko masafa fulani na kuna kitu ambacho nimekiona, akiko vizuri mm. Kwa hiyo yeye, yeah, anachokifanya ni kumwambia, je, hicho un, kitu unaweza kuselect position B ama A ama C. Yeah. Kwa hiyo anaweza kumwambia lazima washa select hivi, select kile, alafu nenda ukifika mahali fulani kiandikie mm. Pia saa nyingine kuna zile ndege ambazo zinaenda na engineer onboard, ambapo utaweza kuwepo kwa ndani ya ndege, anaweza kuwa unaongea na rubani ukamwelekeza, na unaweza kukitengeneza mm. Ni vile vitu ambavyo vya ku, niseme ni touch screen, unaweza oh yeah. kutengeneza yes. So, kile ambacho kinahitajika kufungua na kufunga mm. Mm. Ni wazi kwamba usafiri wa anga ama usafiri wa ndege ni usafiri ambao um, wengi tunaupenda, lakini pia ni usafiri ambao kuna namna pia unakuwa unaogopa kutokana na jinsi um, ulivyo sensitive, lakini ukijaribu okay, kufuatilia watu ambao wamefanya tafiti mbalimbali, anakuambia kwamba usafiri wa anga ni miongoni mwa usafiri ambao ni salama zaidi ya usafiri mwingine. Hata hivyo ya, tumekuwa tukishuhudia ajali mbalimbali mbali za ndege zikitokea. Sasa kwenye upande wa ajali, kuna swali ambalo nimekuwa nikiuliza, watu wanatoa majibu yao, lakini sijawe kuridhika, kwa sababu huko hapa mtaalamu, ningetamani kukuuliza eh, kuhusu ndege kulipuka wakati eh, ikitokea changamoto, sababu hua hasa ni nini? Ngoja uh, nikujibu swali hey. Kwa kile ambacho mara nyingi unajua ndege ina vitu vingi ndege yeah. Ina umeme ndege, ina hydrogen ndege, ina fuel ndege, ina moto, yani ina kila kitu ndani yake. Kuna pia kuna static charges ambazo inawezekana iko angani mm, radi ikapiga ikalipuka. Mm, inawezekana kuna betri imefail ikalipuka zikaingia. Kwa hiyo uh, pale unapoona kuna ajali imetokea ndani ya ndege kuna kuna kitu ambacho lazima wakichunguze. Unakuwa wanachunguza wanaangalia, je, hii ndege imetokea? Kwa sababu ndege haiwezi kulipuka hivi hivi bila mm, kwamba kuna wanasemaga ni chain of uh, incidents yeah, kwamba kuna kitu fulani kilitokea mwanzoni ikasababisha hiki kitokee kikasababisha hiki kitokee, kwa hiyo it's a chain, so kitu tu kinatokea from nowhere, lakini ikalipuka. Nyingi zinazoanguka zinalipuka, inategemea imeanguka wapi. Mm. ndio Okay. Kama imeanguka kwenye, kwenye ardhi lazima italipuka. Mm. Yeah, kwa sababu mara nyingi tuna tunasema for the safety zaidi. Yeah. Ndege ianguke kwenye maji. Mm. Mm. Umewahi kukutana na scenario ya um, kuwa kwenye hiyo um, hali ya kwamba labda kuna baadhi ya vitu avyenda sawa kwenye ndege ikiwa angani na unaona kabisa kwamba pengine inaweza ika close to eh, kutokea ajali? Mmekuwa katika mazingira kama hayo katika miaka yote amefanya kazi kwenye sekta? Hapana, yeah. Asija kuwa kwenye hiyo situation. Okay. Lakini hiyo situation ni kama ukiwa na kuna changamoto kubwa kwenye ndege imekukuta wewe kama engineer. Mm. Alafu ile changamoto lazima wewe unaijua, kama uijui ni afadhali uiache. Yeah. Yani ndege hakuna, hakuna either upo katikati, either unajua ama ujui. Mm. Na ndio maana tunasema it's 100% or 99.99% safety mm, Kwa sababu lazima ujue kitu unachokifanyia kwenye ndege, hakuna assumption. Hakuna hakuna mm. Assumption edha, unajua ufanyie, haujui yeah. Unaiacha. kwa hiyo ile ya kusema labda ni saini, kwa sababu pale unapotia saini yako kwenye yeah. kitabu unasema ndege iondoke na kuna changamoto kumbuka, kuna watu mia kwenye ndege unaenda kuwaua oh, yeah. Ndio sawa sawa kabisa. Kuna, kabla sijamaliza kuna swali kidogo la kichokozi, uh, <laughs> kuna watu wanasema kwamba kwenye sekta hii uh, kufanya kazi kama rubani ama kama engineer wa ndege ni miongoni mwa kazi yenye maslahi makubwa sana, kweli si kweli? Kweli, na kwa hivyo una lipi la kuambia watu wanaotamani kuwa kwenye hii sekta, hasa wanaotamani kuwa aidha mhandisi wa ndege ama rubani, na hasa hasa mabinti ambao tumeona eh, kwenye sekta wanawake ni wachache kuliko wanaume. Kwa kweli ni kweli, hii field ya aviation, kwanza niseme kwa ujumla ni, ni miongoni ya kitu ambacho ni kizuri katika, katika ufanyaji wa kazi yeah. sio lazima tuwe rubani ama injinia, lakini katika popote pale unapoenda kugusa, as long as upo katika aviation yeah. inakuwa ni kitu ambacho ni kizuri ambacho kinakutambulisha katika yeah. jamii. Sasa ukiangalia kama rubani ama ni injinia kweli wana maslahi, maslahi yao ni makubwa, lakini inategemea wewe unafanya katika shirika gani, na pia leseni yako ipo kivipi, mfano tunavyosema leseni ya kimataifa yeah. Unapokuwa injinia wa kimataifa, dau lako linakuwa ni kubwa zaidi mm. Unaweza kuwa una hata kile kitu unachokifanya unakifurahia zaidi kwa sababu wana, wanakuweka mahali ambapo usiwe na stress yoyote ya kufanya kazi kwa sababu unachokihudumia ni chombo ambacho ni hatari zaidi. Oh, yeah. mm. Sasa una, una neno lako kwa wale uh, mabinti wanaosoma sasa hivi wadogo ambao wana aspire kuwa kwenye sekta ama kufanya kazi kama unavyofanya wewe? Uh, neno langu la, la kwanza kwanza waniangalie mimi yeah. mpaka sasa hivi <laughs> niko wapi, ni, yeah. ni, ni binti kama wenyewe, sijawahi kukata tamaa Wasikate tamaa, ili hii kuwa injinia ama rubani, sana sana kwa injinia ni kitu kimoja kizuri sana, yeah. na pia wasiwe na hofu, labda kuwa na wasiwasi kwa nini, labda wapi wamepita, huyu alipita wapi ama alisoma wapi. Hata pale uliposoma, tunaweza kukuongoza njia ya kwenda, lakini sana sana mabinti wasione hii fildi ni ngumu. Hii ni fildi ni rahisi sana. mm. Watulize akili zao na kila kitu wanaweza kikaenda vizuri naam. Shukrani sana, asante sana. Mimi nimekusikia vizuri na watazingatia hayo. Ni Edith Kisamo ambaye ni mhandisi wa ndege na sio tu mhandisi wa ndege, mhandisi wa ndege wa kwanza nchini Tanzania ambaye ana leseni ya ki